Bwana Yesu asifiwe! Karibu sana katika kipindi cha saa ya faraja katika Kristo. Kokote uliko ulimwenguni, unapotutizama, tunakukaribisha sana na tunakupenda sana. Tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii njema ya leo uliyoifanya. Tunabariki uumbaji na tunabariki ulinzi na matendo yako makubwa ya maisha yetu. Sante kwa ajili ya kila mtizam, mtazamaji wetu ambaye anatazama mahali popote alipo Baba wa mbinguni tunakusifu umbariki, tunakusifu Mungu umbariki kwa kutumia muda wake na bando lake kwa ajili ya kutazama ujumbe wa neno lako katika jina la Yesu. Tunajua mawazo unaomwanzia ni mema, tunaomba Bwana ukajifunue kwa viwango vya juu sana kupitia ujumbe wa siku hiyo. Amen. Tunatoa sehemu ya nne ya maombi ya mfungo, naongozwa na neno la Mungu sasa kwenye kitabu kile cha Esta sura ya nne mstari ule wa kumi na sita nasema, uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku tatu usiku wala mchana, na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume na sheria, nami nikiangamia na nikiangamia Baba, tunakusi ubariki neno lako ili likaguse watu na kuwajeuza. Amen. Tumeona Esta sura ile ya nne mstari wa kumi na sita mpaka wa kumi na saba. Tumeona mfungo wa siku tatu kavu mchana na usiku bila kula, na tunaona kwanza, huu mfungo upaswi kula wala kunywa kitu chochote mchana wala usiku kwa siku tatu mfululizo na unatakiwa ufunge hivyo kwa ajili ya jambo maalum, yani jambo ambalo unaliombea. Kwa mfano hawa walifunga kwa ajili ya kumwombea yule malkia Esther aweze kupata kibali cha kwenda kwa mfalme wa Ahasuero kipindi kile. Mfungo wa siku tatu uliweza kurejesha mambo makubwa matatu. Kwanza ulirejesha kibali. Mfungo wa siku tatu huwa unarejesha kibali cha mtu kilichopotea kwa watu, au kwa jamii au hata kwenye ofisi. Funga na kuomba. Siku tatu za mfungo zilirejesha kibali cha Esther. Unajua kibali cha Esther kilikuwa kimepotea kwa mume wake na kilikuwa kimehamia kwa Hamani yule muuaji. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wanafunga ili Mungu atoe kibali. Unaelewa, nyakati zile, ulikuwa kumuona mfalme alikuwa na fimbo. Asipo kunyoshea fimbo hiyo unauawa hapo hapo. Kwa hiyo kulikuwa kuna sheria za namna hiyo. Kwa hiyo hawa walifunga siku tatu kuomba tu malikia aweze kwenda na Yaani, haya maombi yalivunja utaratibu. Unajua ulikuwa uruhusiwi kwenda kwa mfalme bila mwaliko maalum, hata kama wewe ni mke wake. Ndio maana anasema kwamba nitakwenda kinyume cha taratibu. Kwa hiyo, kwanza, ulirejesha kibali cha Esther kwa mfalme wa Ahasuero, kilichokuwa hakipo tena. Mbili, uliondoa mauti kwenye taifa la Wayahudi iliyokuwa imeamriwa kwa ime amri ya mfalme Tatu, mfungo ule ulijeuza ile vita kutoka kwa Wayahudi pamoja na Esther na kurudi kwa adui wa Wayahudi ambaye ni Hamani. Kwa hiyo haya maombi ya mfungo wa siku tatu yanajeuzaga vita irudi huko ilikotoka, return to the center. Vita yote inajeuzwa kwa maombi ya mfungo wa siku tatu, lakini uliondoa roho ya mauti familia yenu imekuwa ikiteswa na roho za mauti mara kwa mara, ingia mfungo wa siku tatu. Kama walifunga siku tatu, Esther akaenda na Mungu akaondoa ile mauti kwa taifa lote la Wayahudi, akaondoa ile mauti kwa Esther. Amerudishiwa kibali, mauti imeondolewa, lakini mfungo ule ule pia umejeuza ile vita. Unaelewa, huyu ama ni alikuwa ameandaa mti wa kunyonga Wayahudi wote na Esther pia hmm? lakini kwa, kwa huu mfungo tu Mfalme alitoa amri kwamba Hamani akanyongiwa kwenye huo mti. Alikuwa ameandaa sanda nyeusi za kuvika watu wa Mungu wakauao. Kwa hiyo ninawasi popote mnaponisikiliza, ingieni kwenye maombi ya kufunga na kuomba. Wacha kulalamika, ingia kwenye kuomba. Yote yanawezekana kwa kila aamini. Funga na kuomba kama ukule wa kinaista walivyofanya. Walifunga na kuomba, Mungu akajeuza mauti ya yani nchi nzima. Sasa hivi kuna mauti inaotea ina, ina, kila taifa. Unaposikia neno la Mungu, na wewe ingia kufunga kwa ajili ya taifa lako. Ingia kufunga, yawezekana kuna amri, kuna roho ya mauti inatembea kwenye taifa lakini sasa hatuioni, tunalalamika. Tusiwe watu wa malalamiko, tuwe watu wa kusimama katika nafasi zetu. Tufunge na kuomba kwa ajili ya taifa, tufunge na kuomba kwa ajili ya familia, tufunge na kuomba kwa ajili ya maisha yetu, tufunge na kuomba kwa ajili ya huduma, tufunge na kuomba pia kwa ajili ya vibali vyetu, tufunge na kuomba kwa ajili ya kujeuza kila ya mashambulizi yanayotupa kwenye maisha yetu. Nawezekana kuna magonjwa yamekuwa yakikuonea mwaka mzima unaenda hospitali, usiogope. Kama unaweza kufunga, funga na mwambie Bwana, jeuza huu ugonjwa na ataujeuza. Mungu ni Mungu anayejeuza majira na nyakati, ana uwezo wa kujeuza hali yoyote. Mungu wetu tuliye naye ni Mungu anayeponya, ni Mungu anayeokoa, ni Mungu anayefungua. Kwa hiyo huu mfungu wa siku tatu ni mzito sana, lakini unafanya mambo makubwa sana kwa haraka. Kwanza, unajeuza mauti. Pili, unarejesha kibali. Tatu, unarudisha vita, irudi kule ilikotoka. Kwa hiyo haijalishi ni ushirikina wa namna gani unashambuliwa nao, ingia kwenye maombi haya ya kufunga na ujifiche mahali siku tatu, na umwambie Mungu, mimi ninajitoa sasa, nahitaji wewe ukapate kuonekana, na utaona jinsi Mungu atakavyokutetea. Kwa nini? Amesema mwenyewe katika Yeremia 29:11-14 amesema nanyi mtakwenda na kuniomba nami mtaniona, nani mtanitafuta mta nami nitawaonekania ninyi mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, mioyo zenu zote. Nitafuteni, mtafuteni Bwana madamu anapatikana hmm. Mungu hasemi uongo. Mungu sio mwanadamu aseme uongo au ajute. Anaonekana yupo hai. Mungu sio kitu kilichokufa, ni kitu kilicho hai. Anafanya kazi, anafanya kazi kwa ukubwa. Hauna mtoto? Funga na kuomba, Mungu atakugusa tumbo lako atalifungua na tunajua kuna vitu vingi vitafunguliwa, vifungo vingi vitavunjwa ambavyo hapa siwezi kuvihubiri kwa sababu ya muda, lakini chukua hatua unaposikia ujumbe huu na ujue kabisa kwamba maombi hayo yataenda kujeuza kila kitu. Baba wa mbinguni tunakushukuru, pokea sifa na utukufu, maana unaweza ninavunja na kusambaratisha nguvu zote za giza ambazo zinazuia mpango wa Mungu na kusudi la Mungu. Baba ninabariki ujumbe wa neno lako ninaomba kupitia mfungo huu vifungo vikavunjwe, mauti zikapate kukomeshwa kwa jina la Yesu. Mungu amesema katika Zaburi ile 46 mstari wa tisa ya kwamba anavikomesha vita hata mwisho wa dunia. Vita inayotembea kwenye familia, kwenye ardhi, kwenye ukoo, kwenye taifa, ikomeshwe sasa katika jina la Yesu. Tunapoenda kuingia kuomba, roho mtakatifu, mguse huyu anayenitizama na kunisikiliza sasa, na umsemeshe kwa nguvu kuingia kwenye maombi hayo, ili sasa ulete ukombozi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba ninakushukuru kwa wote ambao wanaendelea kutuma sadaka zao kwa ajili ya kusaidia kipindi hichi kuwa Mungu umesema kwamba waendeje wasipopelekwa? Huyu anayepeleka neno lako kwa wote. Mungu simsahau yeye na nyumba yake. Bariki kazi za mikono yake. Maana tunajua kuna faida kubwa sana katika kumtumikia Mungu. Katika jina la Yesu tunafunika kipindi hichi kwa damu ya Yesu. Tunaomba Mungu tikafungue watu. Na wale ambao bado hawajaokoka, basi unaweza kurudia sala hii na Bwana Yesu atakuokoa popote ulipo unanisikiliza. Sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote, naomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike upya kwenye kitabu cha uzima. Ninakuamini Yesu, asante kwa kunifungua na kuniokoa. Amen. Basi tayari umeshampata Yesu, endelea kuhakikisha. kama hauna Biblia, nunua Biblia, soma kitabu kiitwacho Biblia kwa mwaka mzima, uhakikishe umekimaliza. Tafuta vitabu vya nyimbo na sikiliza nyimbo mbalimbali mbali za kusifu na kuabudu Mungu ili ukue zaidi rohoni. Kwa maelekezo na ushauri zaidi, tumia namba zinazopita kwenye kioo chako. Mungu akubariki sana, karibu sana katika kipindi kinachofuata hapo baadaye. Amen.